Leo Juni 16, 2025, hali ya taharuki ilitawala katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya mwanasiasa maarufu na wakili wa haki za binadamu, Tundu Antiphas Lissu kufikishwa mahakamani akiwa chini ya ulinzi mkali wa askari wa Jeshi la Magereza na vikosi maalum. Lissu ambaye amekuwa mstari wa mbele kupigania demokrasia, uhuru wa kujieleza na haki za binadamu nchini, alionekana akiteremshwa kutoka katika gari la magereza, huku askari wakiwa wamemzunguka kila upande, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na silaha nzito tukio hilo limevuta hisia kali kutoka kwa wananchi waliokusanyika nje ya uzio wa Mahakama ya Kisutu wakitaka kufahamu mashtaka yanayomkabili mwanasiasa huyo, huku baadhi wakionyesha wasiwasi juu ya mwenendo wa haki katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa chanzo cha karibu na upande wa utetezi, Lisu anakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na uchochezi na kutoa kauli zinazodaiwa kuhatarisha usalama wa taifa Madai ambayo wafuasi wake wameyaita ya kisiasa na yenye lengo la kumtisha kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya baadhi ya sera za serikali. Ni jambo la kusikitisha kwamba katika taifa la kidemokrasia mwanasiasa anayetumia haki yake ya kikatiba ya kutoa maoni anaishia kizimbani kama mhalifu, alisema mmoja wa wanasheria wa utetezi aliyeomba kutotajwa jina lake. Katika viunga vya mahakama hiyo, ulinzi uliimarishwa kwa kiwango cha juu, huku waandishi wa habari na wapita njia wakizuiwa kusogea karibu na eneo la maegesho ya magari ya magereza. Hali hiyo ilizua minong'ono na mijadala mitandaoni, huku hofu ya usalama au uwepo wa taarifa nyeti za kiusalama zinazohusiana na Lissu Kabla ya kufikishwa mahakamani Lissu, alikuwa hajulikani alipo kwa takribani saa 48, hali iliyozua taharuki miongoni mwa familia yake, wanasiasa wenzake na wanaharakati wa haki za binadamu. Wengi walimtaja kama amekamatwa kimyakimya, jambo lililozua mjadala kuhusu uwazi wa vyombo vya dola katika kushughulikia watu wenye maoni tofauti Wafuasi wake waliokuwa nje ya mahakama walionekana wakiwa kimya, lakini wakiwa na mabango yenye ujumbe wa haki kwa Lissu, demokrasia ni haki yetu, na wanasiasa si wahalifu. Hata hivyo, askari waliwataka kuondoka eneo hilo mara moja ili kuepusha mkusanyiko usio wa lazima. Hadi kufikia mchana, kesi ya Lissu ilikuwa bado haijaanza kusikilizwa rasmi, huku mahakama ikitarajiwa kutangaza tarehe ya kusikilizwa kwa kesi hiyo au uamuzi wa dhamana. Tundu Lissu ambaye aliwahi kujeruhiwa kwa risasi mwaka 2017 akiwa nchini Tanzania na baadaye kupata matibabu nchini Kenya na Ubelgiji amekuwa sauti ya ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali. Kurudi kwake nchini kila mara kumeambatana na mvutano wa kisiasa, hali inayomfanya kuwa moja ya wanasiasa wenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Watanzania wengi sasa wanaelekeza macho yao katika mchakato wa kisheria utakaoendelea dhidi ya Lissu huku wakitarajia haki itatendeka kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi.